Rais wa Madagascar Andry Rajoelina ameivunja serikali yake, kufuatia machafuko na maandamano yaliyodumu kwa siku kadhaa nchini humo na ambayo Umoja wa Mataifa unasema yalisababisha vifo vya watu ishirini na mbili. Maandamano haya yaliongozwa na kundi la vijana alimaarufu kama Gen Z. hii ni Trigen Media. Rais Rajoelina alitangaza uamuzi wa huo wakati akilihutubia taifa kwa njia ya televisheni na kubainisha kuwa wamefikia uamuzi huo baada ya kubaini kutowajibika kwa serikali yake kwa wananchi. Rajoelina alitangaza kusitisha shughuli za waziri mkuu na serikali na kuongeza kuwa waziri mkuu huyo Christian Sai na mawaziri wengine watasalia kwa muda tu hadi serikali mpya itakapoundwa na kisha waweze kuondoka. Hata hivyo, katika mchakato wa kupatikana kwa waziri mkuu mpya rais huyo Rajoelina, ametoa siku tatu za mapendekezo ya kiongozi atakayefaa kuwa waziri mkuu wa taifa hilo. Katika hatua nyingine, Rais Andry amewaomba radhi raia na kueleza kuwa ameyasikia madai yao na kwamba yalisababishwa na baadhi ya watumishi wa serikali wazembe. Maandamano hayo yaliongozwa na vijana, yaani Gen Z, yalishuhudia maelfu ya waandamanaji ambao wengi wao ni vijana wakiungana pia, wakiingia barabarani katika miji yote ya Madagascar tangu siku ya Alhamisi wiki iliyopita yakibeba ujumbe w usemao tunataka kuishi, sio bora kuishi. Naye mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Melani kikosi kisicho rasmi kinachotumiwa na vikosi vya usalama vya serikali kutuliza machafuko hayo, akisema kuwa kimesababisha mauaji ya takriban watu ishirini na wawili na wengine mia moja kujeruhiwa. Hii si mara ya kwanza kwa taifa la Madagascar kukumbwa na maandamano makubwa na machafuko kama haya, kwani tangu ilipopata uhuru mwaka 1960 kulitokea maandamano mengine makubwa kama haya mwaka elfu mbili na tisa, yaliyomlazimu rais wa zamani Marc Ravalomanana kuachia madaraka na kisha akaingia rais wa sasa Andry Rajoelina. Hata hivyo vuguvugu la vijana alimaarufu kama Gen Z limeendelea kuweza kuleta changamoto katika baadhi ya serikali duniani ikiwemo Afrika, ambapo Afrika Mashariki ilitokea nchini Kenya, na sasa naona vuguvugu hilo linaendelea kusambaa katika mataifa mengine pia. Hii ni Trigen Media.